Viongozi wa Umoja wa Ulaya wakutana mjini Bratislava kujadili mustakbali wa umoja huo bila ya Uingereza. Miongoni mwa yatakayozingatiwa katika mkutano huo ni mgogoro wa wahamiaji, vitisho vya usalama, sera za kiuchumi pamoja na utengenezaji wa ajira kwa wahamiaji. Wakazi wa mji wa Ujerumani wa Bautsen wanaoegemea siasa kali za mrengo wa kulia wamekabiliana na wahamiaji waliopewa hifadhi mjini humo kwa kurushiana chupa pamoja na maneno makali. Polisi walilazimika kuingilia kati vurugu zilipozidi. Meya wa Bautzen anaonya kuwa mji huo unaelekea pabaya. Hillary Clinton amerudi katika mapambano ya kampeni za kugombea urais nchini Marekani baada ya kupumzika kwa muda akiugua ugonjwa wa nimonia, na hatimaye mpinzani wake Donald Trump akubali kuwa rais Barack Obama ni mzaliwa wa Marekani wanahabari habari, nchini Urusi watumia mbio za panya kutabiri matokeo ya uchaguzi ujao wa bunge. Kila panya alipewa jina moja la vyama vikuu vitatu vya Urusi. Panya wa chama cha United Russia alimng'ata mmoja wa waandishi wa habari. Mwanariadha Ananias Shikongo amelishindia taifa lake la Namibia medali ya kwanza ya dhahabu katika mashindano ya walemavu ya Paralympics mjini Rio de Janeiro. Shikongo alimaliza mbio fupi za mita 200 kwa kutumia sekunde 22.